Mimi ukienda huko nyumbani, dunia yote nimetandika. Wewe. Mwanaume na heshima yake. Niko sasa kwanza omba bahati za. Yes. <laughs> Wewe, unajua kupata mwanaume kama mimi, si mwanaume tu ulenavwa

Na ni vita napigwa. Si ati kuna. Umenichukua msamba? Umenichukua msamba? Anapigwa siatia patupatu ni bibi yake huko nyumbani. Bibi mgani, bibi mgani? Unanielewa? Sina bibi na sijawahi kuoa. Sijawahi fikiri. Hii vitu yote tunaongea na. Sasa kwani anaongea nini akisema sijawahi vituri vitu yote tunaongeaina bibi yangu sina

Oyo, sasa siina kwambia, hata kama kuna maneno uk, si lazima ubebe kutoka vitu nyumbani ulete town